Anaitwa chifu, lakini kusema ukweli, kimsingi, yeye alikuwa ni jemedari, ndio aliyekuwa anaongoza vikosi vya kupambana na Wangoni. Baada ya kushinda vita aliuawa, alikatwa kichwa, na inasemekana alikatwa kichwa na mmoja kati ya ya askari wa kukodiwa eh, Mwarabu mmoja, kwa, kwa sababu huyo alikuwa ni mfanya biashara wakati ule kabla hajateuliwa kuongoza majeshi. Sasa wale aliokuwa na korofishana nao kibiashara, waarabu wakajiunga sasa na askari wa, wa, wa, wa, wa Kingoni. Walipofika Litembu kule, wakapigana wakashinda. Baada ya kushinda, akaenda kutoa taarifa kwa yule aliyekuwa kiongozi wa wakati ule, Kawanila. Alipofika njiani na sehemu hiyo Mtayona kule, kule Litembu alikuta akina mama wawili wanasaga nafaka kwenye jiwe, kwa sababu wakati wa mapambano huwezi kutumia hii kinu. Yule adui yake akamwona, akamkata kichwa, akakimbia na kile kichwa. Kwanza wale akina mama wakaenda kutoa taarifa kwa wazee. Wazee walikaa, walikaa, walimtuma mama mmoja ambaye wanaamini kwamba alikuwa na uwezo aende akanyang'anye kile kichwa, kwa sababu alikuwa ana viaki sasa. Sasa akatumwa huyu mama, mama akaenda huko akicheza cheza, walipogundua wale waliokuwa na viaki, akasema kumbe hata hapa hawamtaki. Akaja pale akachukua kile kichwa, na wale askari waliokuwa wanamchezea wakalala usingizi, yeye akarudi na kichwa. kwa hiyo usiku ule ule walichukua kile kichwa na kiwiliwili wakaunganisha. Wazee wakakaa, tunakwenda kumzika wao, baba yake mwenye ayo jitambulisha rasmi, aende akazikwa kwa wajomba zake. Kwa hiyo wakaja wakamzika hapo usiku ule ule, walibeba kilomita nne kutoka hapa mpaka alitemba kule ni kilomita nne kwa mguu. sasa Mwaka elfu mbili na nne wee, nikaja hapa nikaangalia lile jinsi lilikuwa limezungushwa na nini, tukajenga kwa utaratibu huu kwa kushirikisha pamoja na mafamilia ile ya karibu. Ambaanga huyu alikuwa jemedari, na wakati vita hii inafanyika mpaka anawawa hapa, hakuwa ametawazwa chifu. Mpaka amekufa hakuwa ametawazwa chifu lakini kutokana na kazi nzuri aliyofanya, ndio akawa recognized kama kama mtawala, lakini alikuwa ni amiri jeshi aliyeongoza majeshi. Kumbuka kwamba wa, wa, wangoni waliingia mwaka elfu moja mia nane arobaini Songea, wakaanza kupigana nao mfululizi. Mawe haya haya ni makaburi ndio na taratibu zao ni kwamba huyu alikuwa mtu mkubwa, na alipozikwa kwa kawaida walikuwa na desturi. Mtu mkubwa alikuwa anaamini kwamba huyu hafi, apotee moja kwa moja, huku anakoenda kuna maisha, na lazima akapate watu wa kumnani, wa kumhudumia. Kwa hiyo hapa, kwa kawaida, hapa alikuwa na vijana wale, nadhani waliokuwa vijana intelligent na, na watilifu waaminifu kwa hiyo, kwa, kwa pale anapozikwa chief, na kuna baadhi yao tabia ilikuwepo, mara nyingi dalili inaonyesha hapa. Wakati tunazunguka zunguka kujenga hapo, walikuwa kama na makaburi kama sita. Mimi sijawahi kupata maelezo exact, lakini wanasema ni uh, kama walikuwa kama wananyongwa. Unajua, kumobilize mtu anafumbazwa na nini, wanamfikia lakini wakifanya hivi kwa lengo kwamba huko anakoenda na kwenda kumtumikia bwana mkubwa. Tangu zamani tabia ya ya, ya Umatengo hasa inapofika watu wa wazima wazima walikuwa wanakalishwa, anazikwa kwa kukalishwa. Huyo alikalishwa baada ya kuchukua kile kichwa chake na kuunganisha. Alikatwa kile kichwa, kilikwenda kukombolewa kabisa mikononi mwa adui, na aliyekomboa mwenyewe ni mwanamke, mama mwenyewe alikuwa anaitwa Kijeni. Kwa hiyo kichwa kikakombolewa kikaletwa wakaunganisha, wakamkalisha, ehe, na kuja kumzika huko siku ile. Wakati huyo wa matukio haya ilikuwa ni kama ni usiku tu, watu watu walikuwa wanaona usiku, lakini hili huyu aliuawa mapambano ya vita ya ya, ya kikabila Wangoni na Wamatengo akauawa hu. Mimi nadhani serikali angalau, taarifa ziko taarifa nyingi, lakini kwa kweli hazijaandikwa, na watu wanasema kwamba historia ya matengo ni historia ambayo bado haijaandikwa. Serikali sasa, pamoja na, na baraza la, la mila, wakae e, wapate inputs, ili tuweze kuyaweka mambo sawasawa, serikali iboreshe ili haya mambo ya kumbukumbu kumbu ya zamani haya yawe yanaonekana, maana hii ni kumbukumbu sahihi kabisa e,